Assalamu alaikum wa Tanzania, popote pale ulipo, kanda ya kaskazini kusini, magharibi na mashariki, njoo hapa tuzungumze michezo na burudani ndani ya Chapesa Media. Kama bado hauja subscribe fanya hivyo, uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani, kwani sisi tuko hapa kwa ajili ya kukupasha matukio mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Sogea nami kuwa unami kuanzia mwanzo mpaka pale tamati. Nitakapokuwa nikikuletea mahojiano yangu haya moja kwa moja katika vijiwe hivi vya Mwembe Yanga. Nia na madhumuni yangu nikupashe na nikuhabarishe matukio mbalimbali yanayokuwa yakiendelea yanayohusiana na michezo na burudani. Hako matukio mengi haswa. Nakwenda kuzungumza na mashabiki wa Simba Sports Club, lakini pia vile vile tutagusia kidogo kwa upande wa Young Africans. Unafahamu mambo gani ambayo yanaendelea? Kesho ni fainali ya Simba Queens dhidi ya klabu ya soka ya JKT Queens. Lakini pia vile vile, pasi na shaka Simba Sports Club dhidi ya Lilali walicheza mchezo wa kirafiki mchezo wa kwanza wa coach Ponteif ndani ya Simba Sports Club. Lakini pia vile vile, engineer Heris Saidi kupewa uh, nafasi nyingine ndani ya shirikisho la mpira wa miguu uh, barani CAF nikiwa na maana kwenye tournament zetu za tournament za CAF nikiwa na maana kwenye CAF Champions League na CAF Confederation Cup, kama una timu yako Tahiri Shahiri Mwasisi. Ni yeye, engineer Heris Sahidi. Mimi niko na Muhindi wa Simba Sports Club. Ndio hapa tuzungumze michezo na burudani mzee wangu uko poa? Poa kabisa. Sema upo? Alhamdulillah, kabisa kabisa, yeah. Na leo ni siku ya baraka, si unaona mvua yeah? Ina nani ndio baraka yenyewe yeah. Yeah. E bwana, nianzie wapi? Chagua wewe kwanza, kama unaniruhusu kuchagua yeah. Nichague kwa cheo walichopewa rais wa TFF na engineer Hersi. Basi tuanzie hapa, nafasi ambayo amepewa, amepewa engineer Hersi Saidi ndani ya mpira wetu barani Afrika, nikiwa na maana kama una timu yako kwenye tournament za CAF, dhahiri shahiri anahusika moja kwa moja kama kiongozi. Unajua mwandishi kwanza ni kukosoe kidogo kwamba yeye amechaguliwa sio kwenye bara la Afrika, yeye ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika lakini FIFA mm, FIFA ndio imempa cheo eh, ambayo ni wakubwa katika mpira wa dunia mm. FIFA FIFA mm, awali ya yote nichukue fursa uh hii, -huh. kuwapongeza rais wa TFF Wares -Kali. Kalia wa kuchaguliwa kuwa mjumbe wa FIFA kwa upande wa beach soka. Nampa hongera sana kwa heshima na taadhima, namwambia anastahili, anastahili kuchaguliwa na FIFA garia, mambo anayofanya katika mpira wa Tanzania ni makubwa sana. Mwandishi, hayo yote tunayajua lakini kwa upande wa timu ya taifa kidogo, mimi sijaridhika kidogo, sijaridhika, na inanisikitisha mwenendo wa timu ya taifa. Kama rais wa TFF, na mimi ni mdau wa soka, ni ushauri wetu, au ni ushauri wangu binafsi, kwamba inatakiwa timu ya taifa iboreshwe ipasavyo kuanzia benchi la ufundi. Unajua mwandishi, taifa la Tanzania ni kubwa. Sasa hivi kimpira, tuko mbali sana, na hiyo yote ni juhudi za mheshimiwa Karia. Sasa inachotakiwa kwamba nizungumzie technical bench, inatakiwa tumpate kocha ambayo ana vigezo vyote, sio kocha mzawa, kocha ambao wana experience. Wana experience na michuano ya kimataifa, wana experience, wana exposure kubwa eh? Wanauelewa mpira wa dunia unaendaje. Kwa hiyo mimi namshauri na kwamba inatakiwa imefika muda tuwe na kocha wa kigeni. Nasema hivi kwa sababu gani? Hemedi Morocco ni kocha wa mzawa, lakini niwe mkweli nisiwe mnafiki, kwamba mwandishi, inapokuwa tunacheza timu ya taifa, wachezaji ambao wana quality, wachezaji ambao wana quality ya kucheza mm, wanawekwa benchi yeah, kali. wachezaji ambao wana quality ya kucheza first 11 wanawekwa benchi mm. Sasa hapo inaonekana kwamba kuna kuchagua wachezaji wachezaji kuchagua wachezaji, wa, kuchagua wachezaji. Mm. kwamba bana labda kocha anampenda ana, ana, ana, ana, au anavutiwa ana, ana au kuna jambo lingine lolote ambao bana nimpe nafasi huyu bwana, umeona bwana, kitu kama hicho kipo mm, lakini kama kocha akiwa wa kigeni mm, mambo hayo hayatakwemo. Mm, nikupe mfano mmoja, juzi juzi mechi na Zambia, mm, nilisikitika sana mwandishi kumwona Kagoma kakaa benchi. Kagoma kakaa benchi eh. Kagoma hastahili kukaa benchi. Mwalimu Omari alikaa benchi, Clement Mzize alikaa benchi, wakati hao ni mastrika. Yule ni kiungo punda. Sasa mimi hicho ndo naona kwamba akiwa kocha wa kigeni atakuwa hachagui mchezaji. Linapokuja suala la kocha wa mzawa, huwa vitu hivyo vipo. Si unanielewa mwandishi? Naona hapo mimi kwa upande wa karia nimemaliza. Sasa tuanze kwa mheshimiwa Engineer Heris Said, mimi maoni yangu, mimi ni mwanachama na mshabiki wa Simba, lakini huwa kila siku mimi, kama nyeupe nitaongea nyeupe, kama nyeusi nitaongea nyeusi, ndo nilivyo. mtu achukia afanye nini mimi sijali. Tuanze kuzipaka rangi nyeupe na nyeusi. Umesikia, ndugu yangu, ha? Mwandishi Engineer Hersi nampa hongera sana sana, sana. Hmm. Kuchaguliwa na FIFA kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano hmm. Narudia, nampa hongera anastahili hmm. anastahili hmm. anastahili Hersi said anastahili, anastahili. Kwa sababu gani? Kwamba amenyoka, anasimamia timu yake ya utopolo vizuri, anasimamia timu yake. <coughs> ya utopolo vizuri, anajua uongozi, ni kiongozi chapavu, ni kiongozi wenye maadili ni kiongozi ambaye mimi namkubali. Mwandishi, kama utakumbuka kuna, kuna, kuna, kuna wakati ulinihoji, nilikuambia, kama utakumbuka kauli yangu, kwamba kama tungeruhusiwa kusajili kiongozi, mimi Heris ningemsajili, mimi Heris tungemsajili, kama ingekuwa nge, na kanuni hiyo wa kumsajili kiongozi kweli, namwelewa na unajua, Hersi ni mfano wa timu yetu ya Simba kwa viongozi pamoja na klabu zote Tanzania, ni mfano tosha kabisa kwamba leo hata FIFA imemwona kwamba anafaa kuingia kwenye kamati ya FIFA. FIFA ni chombo kikubwa sana ambacho kinaongoza mpira wa dunia mwandishi kupata cheo hicho mimi nampa hongera sana na narudia kwamba Hersi Said ni mfano ni mfano wa viongozi wengine wa mpira Tanzania Tudi, wajifunze kwa Hersi wajifunze kwa Heris, hata viongozi wako pia wa Simba Sports Club wajifunze wajifunze eh. wajifunze eh. Hata viongozi wa Simba? Hasa hasa, hasa. Eh. Mwenyekiti wa wanachama Mangungu eh. Ajifunze eh. Unasema? Ajifunze Mangungu kwamba huyu ndio kiongozi. Kuna mtakasisi wa aina hiyo. Huyo injinia Heris Saidi, kabisa kabisa kabisa eh. Mimi nampa ongera zake namwambia namtumia na na ujumbe ongera sana, na unastahili kuwa mjumbe wa FIFA bwana, mzee wangu. Simba Sports Club ilicheza mchezo wa kirafiki ngojea nimalize, unajua msemaji wetu A, tulikuwa nasema kwamba ni msemaji wa kafu, lakini sasa hivi amekuwa msemaji wa jezi msemaji wa jezi unajua mwandishi, Simba imemwajiri, Simba Sports Club, Simba Sports Club imemwajiri kwa ajili ya kuwa msemaji wa klabu, msemaji wa klabu, sio msemaji wa Jairuti, sio msemaji wa Jairuti. Unajua mwandishi leo tulicheza na Al Hilal Isamuyo pale uwanja wa JKT. Huyu msemaji wetu yuko Mwanza, mara yuko wapi, ana promote jezi hiyo. Ku promote jezi sio kazi yake ye. Sisi tunataka atuambie mambo ya klabu yetu yanayoendelea, yanayoendelea. Leo laiti sisi ile mechi ya Al Hilal ilikuwa close door. Laiti leo yeye angekuepo pale uwanjani, angekuwepo pale uwanjani baada ya mechi, angetueleza kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika tisini. Mchezo uliendaje? Wachezaji wetu walichezaje? Performance imekwaje baada ya kuwa kuja kocha mpya? Lakini yeye mwenzetu yuko Mwanza, sijui wapi. Ana promote jezi. Sio kazi yake. Yeye ni msemaji wa klabu, narudia. Ndio hizo kasoro tunasema ziko katika uongozi. Kingine, mwandishi huyu huyu Ahmed Ally, wakati sisi wanachama baadhi ambao tunasema ni wapiganaji wa Simba anasema kwamba sisi tunawasema viongozi, sisi tunawakashifu viongozi, tusifanye hivyo. Mimi namkosoa namwambia mimi kama muhindi wa Simba nitaipigania na nitaimkosoa atakaye, atakayekiuka maadili ya klabu yangu ya Simba mpaka mwisho, nitamkosoa huyu mtu awe yote, hata akiwa moo watu tunazinguana <tie> <tie> akizingua tunazinguana. Kwa hiyo sisi <tie> asituambie kwamba tunasema sio, hatufati utaratibu. Mwandishi leo, mimi namtumia message Ahmed Ally kwamba kama anasema hatufati utaratibu, baada ya kufungwa na utopolo, tulitaka mkutano wa dharura, tuliomba mkutano wa dharura kwenye siku saba Je, yeah, ilifanikiwa hiyo? Waliitisha mkutano wa dharura? Kwa hiyo atuache, atuache Ahmed Ally na kutumia ujumbe. Tuache bana, tuache <laughs> na simba yetu. Wewe fanya kazi yako uliotumwa wewe, kazi uliyoajiriwa fanya kazi hiyo, utuache sisi. Tuna uchungu na timu yetu. Pasiponyoka tutaongea, panapovuja tutaongea <laughs> Hatutanyamaza, hatutanyamaza kamwe, kwa sababu sisi tuna mapenzi ya dhati na klabu. Hatutaki, unajua mwandishi, sisi sio wachawa. Nakwambia sisi hatutaki kutumiwa na mtu yeyote, hana anaweza kututumia sisi, sawa bwana. Kwa hiyo tutaongea ule ukweli, panaponyoka tutaongea, pasiponyoka tutaongea. Kwa hiyo namtumia na ujumbe atuache anasema sisi tufate utaratibu. Utaratibu gani? Utaratibu tulifata, tuliongea kwamba tunataka mkutano wa dharura eh. kila wakati anasema kuna, alafu anasema vitu ambavyo hata vieleweki eh. Sasa sisi tunamwambia acha kupromote jezi, ongelea timu kwamba timu sasa iko vipi. Hiyo kazi ya kupromote jezi waachie wengine. Huu ndio ujumbe wangu kwake tugusie hapa namna ambavyo mlicheza dhidi ya Al Hilal Omdurman. Mnasemaje wana Simba? Kocha mpya ameanza kazi na goli mbili. Pia umeniuliza swala zuri sana, narudi hapo hapo kwamba ilikuwa close door match. Ilikuwa close door match. Sisi tulikuwa hatujaiona timu yetu kwanza, kwake, kwa sababu tumepata matokeo, tumeona sawa, ameanza vizuri, lakini hatujashuhudia na hiyo narudia kwamba ambaye alitakiwa atupe feedback ya ile mechi ni msemaji sasa, hii alikuwa na promote jezi za jeruti kule. Sisi tumepata matokeo, tumeyakubali, tumeridhika, lakini timu hatujaiona. Kwa hiyo tunasubiria sisi tuone timu, tuone huyu kocha falsafa zake ikoje. Kwa sasa hivi siwezi nikakwambia kwamba timu imebadilika au timu iko vizuri, hatujaiona kitu ukiona ndo utajua kwamba utaijaji kwamba wana timu imesimama wapi, bwana mzee wangu. Kutoka katika dimba la Benjamin William Mkapa mpaka Meja semu, huyo Simba Sports Club, makazi mapya ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Hapa wana Simba, vipi? ni sehemu sahihi ambako mmechagua kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo wenu, ambayo mnaiona mtakayokwenda kuitumia ndani ya ligi kuu Tanzania bara, sehemu ambayo isiyokuwa na makando kando. Unajua mwandishi sisi tukiambiwa hata bana uwanja wa nyumbani huko Morogoro tutafata Simba yetu, tutafata Simba yetu. Kwa hilo mimi sina pingamizi au kusema kwamba tumeenda JKT. Ni uwanja wa mpira ambao unamilikiwa na jeshi, na tuna imani kwamba tutacheza na tutapata matokeo kama tulivyofanya mwaka jana KMC, lakini ni mbali mbali ni mbali, lakini tutaenda kwa sababu sisi tuna damu ya Simba. Simba ilipo, sisi tupo. mm. Majirani mmewasikia huko Wala. Wala. Eh? hujawasikia majirani? So siwafuatilii labda unieleze nini? Majirani wametoa sare mchezo wao, lakini pia wanalalamika kuhusu kocha. Hiyo wanajua wao, hiyo wanajua wao, mimi hapo sina comment. Kwa sababu kama kocha wanampigia kelele kocha amewapa matokeo, wamecheza mechi zote wameshinda wa mm, na kabla ya mechi na Mbeya City wa, walianza kulalamika mm, wakati matokeo yalikuwa asilimia mia moja aliwapa mm, Yanga. Sasa sijui wanachomlalamikia nini? Mm. mimi naona fols, wamwachie, wampe muda, aendelee kuwa kocha wa Yanga. Mm, ndio neno moja kwa mashabiki wa Simba pamoja na uongozi mzima wa Simba Sports Club, kwa kumalizia kwamba sisi tuwe na timu yetu, tunapocheza uwanja wa Isamuyo JKT tuje kwa wingi, tuwape support wachezaji wetu na huyu kocha aliyeteuliwa mpya. Meneja huyu sio kocha, huyu ni meneja. Sasa hivi meneja wa timu tumpe support, watu wajitokeze, tuwape morali. Ni hicho tu, asante sana.